Bwana, mimi ni Amri Mwingwa na leo niko pande za Paje. Yes, katika kipande hichi nimekutana na mwanangu hapa kijana mpambanaji katika kutafuta maisha, nikaona nizungumze naye kwa sababu katika maisha sasa hivi ukishakutana na kijana mdogo anapambana inatachi. So kwa hii video, kwa kama wewe upo unaweza ukasupport. Eh, kuna watu wana nguvu, tunaona watu wana post nini wanasupportiwa na maisha yakaenda. Vipi, mwanangu? Fresh, kama kawa, kaka. Kama kawa. Unaitwa nani kwanza, jitambulisho wa kufahamu? Kwa majina naitwa Msafiri Tobias Simsungi. Okay. Natokea mkoa wa Iringa, nimekuja Zanzibar kutafuta. Zanzibar umekuja kutafuta, unajihusisha zaidi na biashara gani? Kiufupi mimi najihusisha zaidi na biashara ya mayai pamoja na karanga. Uh-huh. Eh, na pilika pilika zangu ni kuzungusha mtaani. Jioni napiga mahesabu yanayoeleweka Mm. Kiufupi kwa mwezi mi naweza nikajiingizia hata nini, kwa nini? Kwa siku naweza nikaingiza hata elfu kumi ambayo, ambayo hapo nikitoa nikitoa nikitoa mtaji inaingia elfu kumi kwenye bajeti ambayo nikipiga mahesabu kwa mwezi naweza nikaingiza nikaingiza hata laki tatu. yeah. napo mi mwenyewe kwa kwa mwonekano nilivyo nilivyoona, naona kabisa inanilipa kuliko kazi za kuagizwa na, na mtu kama mimi y yeah. Kabla ya kuanza hii ulishai kufanya kazi ya kuagizwa na? Kabla ya kufanya hivi nimeshaagizwa, nime ndio, na huku Zanzibar nili nililetwa na mtu kwa ajili ya hii kazi, lakini nilivyoona kufanya kazi kwa mtu, mbona kama namfaidisha na mwenzangu wakati na mimi mwenyewe najielewa na najitambua, nikaamua na mi nitafute pa kwangu nianze na mimi mdogo mdogo, yeah. o nimepanga nime chumba, yeah. na chumba chumba kwa mwezi inalipa elfu thelathini na tano. Na mtaji ulioupataje? Mtaji ni ni kama nilivyokuambia, nilikuja kufanya kazi kwa mtu, nimefanya kazi kwa mtu miezi mitano nikapata zangu wa, nini mtaji, ndo nika nikapanga chumba nikahamia kwangu. Sasa safi, kwa hiyo okay, wewe malengo yako makubwa ni yapi? Malengo yangu makubwa mimi natamani niwe mfanyabiashara mkubwa zaidi ya hii inayoifanya biashara gani? Kwa mfano biashara yangu mimi ya ndoto kabisa, natamani niwe muuza spea za magari okay. yeah. Yeah. spare za magari, safi sana wow. yeah. na kwa hiyo, kwa siku umesema unaweza ukalaza shilingi elfu kumi kwa siku, unalaza f... shilingi elfu kumi hiyo ya uhakika oh. yeah. na ukipiga mahesabu kwa mwezi inakuja laki tatu ambayo hapo nimepiga kula, kula nimeshaitoa nimepiga mtaji nimeshautoa na maana hiyo ni faida eh. Kitu gani ambacho wanasema mimi nikisaidiwa hichi naweza nikafikia malengo yangu? Aa, mimi nikisaidiwa labda kusapotiwa, yani katika hii biashara nikipata labda wateja wengi, au tuseme kiufupi, nikipata mtaji. Yaani mimi akili yangu sasa hivi ni mtaji, nikipata mtaji naweza nikaanzisha biashara yangu kubwa zaidi ya hii hapa eh. Kwa hapo uchawi ni mtaji tu hapo yeah. e. changamoto unazozipitia katika biashara yako ni zipi? Changamoto unazopitia kwenye biashara kama hii hapa ni utakuta unakopesha mtu anakuambia nitakulipa kesho, kesho, anakupiga chenga, anakupiga chenga, hivyo hivyo. Changamoto za hapa na pale lazima ziwepo katika hii biashara uh, wageni wananua mayai ya wageni, kifupi wananunua mayai wananunua karanga, na uzuri na nimefika level, nimefika form four naweza kabisa kuongea nao lugha ya Kiingereza. Hmm, piga nao stori, tunaongea tunacheka. Hmm, yote inakuwa fresh kwa well. Hiyo Kiingereza unabonda vizuri Kiingereza na kibonda vizuri, sema la kuna maneno, baadhi ya maneno waingereza wa wanatumia maneno ya ndani ndani, hasa ukitaka kumwelewa lazima utumie akili. E, yani uwe naye hapo hapo, akili yako iwe hapo, isiwe isiwe sehemu nyingine tofauti na hapo. E, unaweza ukasoma hata ishara anamaanisha nini, ukamuelewa anachokimaanisha. Yeah, sana. Unawaambia nini Watanzania ambao wanakuangalia sasa hivi? Ah, Watanzania mimi nawashauri kitu kimoja, msiogope kuanzia hapo mlipo. Yani wanakwambia usiogope na ulicho nacho Kiufupi, hata kama una, una mtaji mdogo, we angalia tu hali halisi ya maisha yako, aza na pale ulipo eh, aza na pale ulipo ili kubadilisha mbele ya yeah.